Kila mmoja ni bora kuliko mtu mwingine. Haijalishi wengine wanakutukiaje, haijalishi wengine ubora wanautafsiri vipi, lakini mbele za Mungu we ni bora kuliko baraka. Usije ukatamani mtu mwingine, usije ukatamani kuwa kama fulani, kama yule, cheki zile dinga zake. Hapana, we ni bora kuliko yule. Changamoto ni kwamba haujajijua wewe ni nani, haujajua thamani yako vizuri ndani ya huyo Mungu aliyekuumba. Haujajua kwa nini Mungu amekupa uhai, amekupa pumzi mpaka leo, amekupa uzima mpaka leo, katikati ya dunia ambayo imejaa kila aina ya changamoto, wewe amekufanya uwe hai. Haujajua thamani ya uhai ulio ubeba, haujui kwamba kupitia uhai unaweza ukafanya mambo makubwa kiasi gani. Haujalijua eneo lako la ubora, kufanya kitu kwa ubora mpaka kuishangaza dunia. Ndio maana watu wanakuchukulia poa. Bwana Yesu asifiwe, amina. Jina lake libarikiwe, amina. Lakini kwa sababu chini ya jua mambo bado yanabadilika, lolote linaweza likatokea. Mtu pekee wa kumkatia tamaa ni maiti lakini iti, so, hata maiti sisi hatupaswi kukatia tamaa sasa, kuna uwezo hata wa kufufuka kwa maiti. Amina, jina lake libarikiwe, haleluya. Eh, kama Lazaro alikaa siku nne, halafu Yesu akasema Lazaro jo, akatoka ndani ya kaburi mle, akiwa wala hata hajaanza kutoa harufu. Hupaswi kumdharau mtu bwana, hupaswi kumchukulia poa mtu mtu ameumbwa kwa namna ya kutisha. Ukifikiria sayansi iliyotumika kumuumba mtu, wanadamu imeshawashinda, ni sayansi ya viwango vya juu. Bwana Yesu asifiwe, jina la Bwana libarikiwe. Ee, yani sayansi iliyotumia kumuumba mtu ni ajabu sana. Kuna sayansi hiyo, wanaweza wakakushona, lakini hawatasababisha nyama zako zishikane. Za, ni Mungu tena atakayekuja kuzishikanisha nyama zako zinapokuwa zimechanika mchakato unaofanyika kuzunganisha tena nyama, anajua aliyekuumba. Ndio maana unaweza kukuta mtu figo imefeli ni imefeli, lakini kwa msaada wa Mungu anapokea figo mpya. Haleluya, jina libarikiwe. Ni Mungu wetu anaweza akabadilisha hali yoyote, hivyo usimchukulie kwa udogo mtu, usimdharau jiamini, jikubali, kisha uanze kutafuta kwa nini upo. Hilo swali ujiulize kila siku. Kwa nini leo Mungu amenipa uzima tena? Kwa nini nina afya? Ujue watu wengine, ujue shetani analeta udanganyifu mwingi sana. Wengine wanafikiria wako duniani ili wazini, Ili wazai zao ovyo kisha wakafukiwe kaburini. Hapana, haiko hivyo. Mungu hajatuleta duniani tu wazai zao ovyo afu tuondoke. Hapana. Kuna mambo mengine ambayo Mungu ametuma tuje kuyafanya. Na kila mmoja katika upekee wako, kuna kitu cha kipekee Mungu anataka kizaliwe na wewe. Ndio maana umeumbwa wewe wa tofauti na mwingine, ili kama kupitia wewe kizaliwe kitu kingine kipya. Na watu walizaliwa wakagundua madirisha, na watu wengine walizaliwa wakagundua simenti. Kuna watu wengine walizaliwa akagundua jinsi ya kutengeneza tofali, sasa kupitia wewe na upekee wako ukikana kutulea na kujielewa vizuri, kuna kitu kinaweza kazaliwa kipya kitakachosaidia jamii zijazo. So, ikiwa utajielewa kwamba wewe ni mashuhuri na ni hodari katika eneo lipi. Hawa kina Newton tunaowasoma kwenye ma physics hawakusoma shule hizi. Lakini ndio wamegundua vitu vilivyokuja kutengeneza mifumo mingi mizuri sana ya dunia. Wale wagundua haya mabarubu manini vitu vingi tunavyoviona, hawakufungwa kwenye mifumo hii ya shule. Hawakufungwa kwenye mifumo hii. Mifumo ilikuwa imetengenezwa, lakini kwa sababu akili zao zilikuwa ziko wazi, hazijafungwa na kitu chochote, walikuwa na uwezo wa kufikiria kitu chochote, kikaleta matokeo mengine mazuri kwa ajili ya vizazi na vizazi. Lakini mifumo iliyowekwa inatuweka bize kiasi kwamba hatuwezi kufikiria nje ya ile mifumo. Kwa hiyo tunajikuta tunaishia kuishi sawa sawa na waliotutangulia, tunaishi hivi waliotutangulia, siku tunapokea hatujaleta tija yoyote duniani. Bwana Yesu asifiwe, Amen. Jina lake barikiwe, Amen. Kwenye huo upekee wako ndiko thamani yako iliko, na huko huko ndo kinaweza kikazaliwa kitu kipya duniani. Hakuja ili kwamba ulime kama waliokutangulia, haukuja ili kwamba usome kama waliokutangulia. Umekuja uwe wa tofauti, umekuja wa tofauti ili ufanye vitu vya tofauti vitakavyowasaidia watu katika utofauti wao. Bwana Yesu asifiwe, Amen. Tusimdharau mtu yote, okay. Namna nyingine ya kukabiliana na dharau ni endelea kufanya mema na kuonyesha tabia njema. Endelea kufanya mema na kuonyesha tabia njema. Endelea kufanya mema na kuonyesha tabia njema. Tutasoma Petro wa kwanza sura ya pili mstari wa kumi na mbili. Maandiko yanasema muwe na mwenendo mwema kati ya mataifa muwe na mwenendo mwema kati ya mataifa, ukidhalauliwa. Watoto mtulie. Petro wa kwanza sura ya pili mstari wa kumi na mbili, muwe na mwenendo mwema kati ya mataifa. Uendelee kutenda wema, endelea kuwa na mwenendo mwema hata kama umedhalauliwa endelea kuwa na mwenendo mwema na mzuri. Dharau waliokuonesha isikufanye ukageuka ukawa mbogo, ukawa mtu mbaya, ukawa mtu mwovu, kwa sababu itaudharau akana. Endelea kuwa wema, dumu katika wema wako. Dharau huwa inabadilika, inakuaga heshima. Unaweza ukaanza kitu, wakaanza wakudharau vile watu wanakuwa na kudharau, wanakuwa inasababisha Mungu anaonekana katika hicho kitu ambacho amekudharau Ndio maana watu wengi walioanzaga kwa kudharauliwa walimaliza kwa kuheshimika hakuna mtu alianzaga safari kwa kushikiwa watu wengi walianza vitu kwa kudharauliwa kwa kukatishwa tamaa lakini